Mkristo ili aingie mbinguni apate uzima milele halazimiki wala hahitajiki kuamini Qur'an, kumwamini Muhammad, kuamini Uislamu. Sababu haukuwepo, ndipo swali linakuja sasa: Mungu alisahau nini mpaka Muhammad aje? Muhammad ikaja na mafundisho gani ya pekee ambayo hayapo kwenye Torati, Zaburi, Injili na manabii ili tuyafuate? Na je, tukiyafuata tutakuwa tumefanya sahihi au tumeikana imani? Naam, kwa neema ya Mungu nakukaribisha tena hapa Haradali Media, imani ndogo inatosha. Leo tunaangalia hoja nzito ambayo nimeulizwa na Wakristo wengi, Wakristo wengi sana. Je, ni hoja gani? Kwa nini nimeulizwa? Je, tunaweza kuijibu leo, leo yote ikaisha au tufanyeje? Karibu Haradali Media. Naitwa Damian Moses Ndimbo. Imani ndogo inatosha. Karibu kipindi hewani, ukweli utakuweka huru. Nimeulizwa hivi, kama Musa alikuja na torati Daudi Zaburi manabii na unabii, Bwana Yesu amekuja ametuletea Injili na akasema yeye ni alfa na omega, hakuna mwingine atakayekuja tena, ni wa mwanzo na wa mwisho. Mbona kuna ujio wa Muhammad ambaye Waislamu wanamtangaza ni mtume ni nabii? Hivi, Mungu alisahau nini kumwambia Musa, kumwambia Daudi, Yeremia, Matayo, Paulo, Maluko, hadi aje amwambie Muhamadi? Ni swali zito, inataka utulivu. Nawaza na kuwazua, nijibu au nisijibu, lakini Biblia ni jibu lazima ni tajibu lakini tajibu kwa hatua kidogo kidogo. Leo tunaanzia wapi? Jambo la kwanza ambalo nataka kila mkristo afahamu, Wakristo hatuna uadui, hatuna chuki, hatuna ugomvi na Uislamu wala Waislamu. Jambo la pili, Wakristo tuliwahi kuishi duniani kwa muda takriban wa miaka mia sita na kumi bila Uislamu. Kusudia nini? Kwamba Muhammad ikazaliwa mwaka wa mia tano sabini baada ya Kristo, aliishi kwa muda wa miaka arobaini katika imani za watu wa Maka. Ndipo Uislamu ukaanza. Kwa kalenda ya Kikristo Uislamu umeanza tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili mwaka wa mia sita na kumi baada ya Kristo. kwa Kristo tuliishi bila Uislamu, na ndio maana katika Zaburi, katika Torati, katika Injili, katika manabii hakuna sehemu katajwa Muhammad, Uislamu ala, wala Qurani Allah nakusudia Allah subhana wataala hajataja. Lakini Uislamu hauwezi kukamilika bila Torati, Zaburi na Injili. Mtu hawezi kuwa Mwislamu bila kuamini vitabu vilivyotangulia. Mtu hawezi kuwa Mwislamu bila kumwamini Yesu. Lakini Mkristo hahitaji kumwamini Muhamadi, hahitaji kuamini Qurani kwa sababu Ukristo ulikuwepo kabla ya Uislamu. Kwako ndipo swali linakuja sasa, Mungu alisahau nini mpaka Muhammad aje? Muhammad akaja na mafundisho gani ya pekee ambayo hayapo kwenye Torati, Zaburi, njii na manabii, ili tuyafuate? Na je, tukiyafuata tutakuwa tumefanya sahihi au tumeikana imani? Tunaanza sehemu ya kwanza, dondoo tu ndogo, kila mmoja atafakari. Kristo ili aingie mbinguni apate uzima milele, anahitajika kusoma Korani, anahitajika kumwamini Muhamadi, hahitajiki na hapaswi, lakini hakuna mwislamu atakayeingia peponi kwa Allah subhanahu wa taala kama hajaamini Torati, Zaburi, Injili. Kama hajamwamini Bwana Yesu. Kama hujanielewa nipigie nitakuelewesha. Narudia tena Mkristo ili aingie mbinguni apate uzima milele, halazimiki wala hahitajiki kuamini Qur'an, kumwamini Muhammad, kuamini Uislamu. Sababu haukuwepo. Lakini Muislamu ili akamilike kuwa Muislamu, ili aingie peponi kwa ala kama alivyofundishwa, lazima aamini vitabu vilivyotangulia manabii waliotangulia. Kinyume cha hapo, huyo anakuwa sio Mwislamu. Sasa leo tunaanza safari ya kuangalia mafundisho ya Muhammad wa Kristo tuyafuate, yana msaada gani? Yatatusaidia nini? Hebu tuanze na fundisho hili ambalo linapatikana kwenye kitabu kinaitwa Mishkati al-Maswabihi volume 3 ukurasa wa 117. Ili Mwislamu akamiliki anapaswa kusoma Qurani na hadithi za Mtume Muhammad, amini Torati, Zaburi, Injili, amini mitume na manabii waliokuwepo kabla ya Muhammad na mambo mengine sasa, nje ya Qur'ani kuna vitabu vya hadithi sahihi. Kimojawapo ni hiki, kinaitwa Mishkat al-Maswabi juzuu ya tatu, kwa kizungu volume 3, ukurasa wa 117, kuna maneno yafuatayo: Allah alimuumba Adamu, alipomuumba, halafu alimpiga bega la kulia akachukua taifa la weupe kana kwamba walikuwa mbegu, na akapiga bega la kushoto, wakachukua taifa la weusi kana kwamba walikuwa makaa. Halafu akasema kwa wale waliokuwa kuume kwao, elekeni paradiso, sijali. Akasema kwa wale waliokuwa kwenye bega lake la kushoto, elekeni jehanamu, sijali. Yaani, Mungu baada ya kumumba Adamu alimpiga bega la kulia, wakatoka watu wote weupe, akawaruhusu waende peponi paradaisi. Akapiga bega la kushoto, ndo tukatoka sisi watu weusi, akatuambia tuelekee jehanamu kwao, kwa mujibu wa hadithi. Tafakari wewe, ina maana gani? Tafuta shehe yoyote duniani tufanye mjadala juu ya hadisi hii mdogo wangu Mazinge, popote ulipo na kutafuta, mna shehe wenu mnamwita dokta Sule shehe Shafi Ibrahim Bakozi Kinyogori na wengine na mtafuta shee yoyote duniani, tukae tu kirafiki, bila chuki, bila hasira, bila ugomvi. Hivi ni kweli maneno haya aliyatamka Muhammad mwenyewe au mnamsingizia? Kwa kuwa Qur'ani nasema Muhammad alikuwa nabii umi, hakujua kusoma wala kuandika kwa mujibu wa sura ya saba aya mia moja hamsini na saba Qur'an hata sura ya pili aya mia moja na nne kweli wanadamu wote weupe wametoka kwenye bega la kulia la Adamu na wameamrishwa waende peponi na wanadamu wote weusi tumetokana na bega la kushoto la Adamu na tushaandikiwa kwenda jahanamu. Maneno haya ni kweli, kasema Muhammad, au kuna wahuni hapa katikati wamempakazia? Kitabu hiki ni katika vitabu saba swahihi, unazungumzia sahihi Al-Buhal, Mishkati Al-Maswabi, Sunani Abu Daud Hadisi al-Tirmidhi na kadhalika, viko vitabu saba sahihi. Kimoja ndo hiki Mishkat al-Maswabi. Naomba sana shehe yoyote duniani aje tukae mezani tujadiliane kwa kina, kwa upendo, kwa amani Nataka nijifunze aidha, mimi nijifunze kwenu au nyi mjifunze kwangu au tufunzane, yaliyoandikwa hapa kwenye kitabu cha Mishkati yale Maswabii juzu ya tatu ukurasa wa mia moja kumi na saba, ni kweli kasema mtume au mtume anasingiziwa? Hii ni sehemu ya kwanza ya mada yetu Mungu alisahau nini mpaka amtume Muhammad? Je, Muhammad kaja na mafundisho gani mapya mageni ambayo Wakristo tulikuwa hatuyajui ndo haya? Je, kwa fundisho hili mimi Mkristo naweza kuingia mbinguni au sio? Kwa mwendelezo wa mada hii tukutane hapa hapa Haradali Media. Kama nilivyosema Haradali Media ni media ambayo kazi yake inajibu hoja maswali, inafundisha mada mbalimbali kuhusu dini mbalimbali. Ukiwa na swali lolote kuhusu dini yoyote, zehebu lolote, hapa ndo mahala pake. Uliza ujibiwe niwatakie kila lilo jema. Mungu awabariki mpaka mshangae.